Hello, habari leo, nataka nikupe elimu hii hapa, jinsi ya kujipatia mkopo online kwa kutumia application tu hii makini ambayo nitakuelekeza hapo. Hii itakufanya uweze kuchukua mkopo mkubwa sana, utafikisha mkopo, utachukua mkopo zaidi hata milioni moja. Hebu tuenda pamoja tuweze kuona hii ni app gani ya uhakika. Kumbuka hii sio zile app za kitapeli, njoo hapa. Umeona sehemu hiyo hapo ni Play Store, kwa wale ambao hawaijui, gusa sehemu hiyo ili uweze kudownload app hii hapo. Kumbuka inatakiwa uwe na bando la interneti. Kisha fungua hivi, ikishafunguka hapa utakuja sehemu ya kusearch, bila shaka unaijua. Hapa andika maneno yafuatayo. Yaani sechi hapo ya. Umeona jinsi mimi nilivyoandika? Yes, andika kama jinsi mimi nilivyoandika hapo. Baada ya kuandika hapo, ya utagusa, yaani maanake utasearch. Ukisha sechi au kutafuta, app itakuja kama jinsi itakavyoonekana hapo ni hii utagusa hapa. Umeona sehemu iliyoandikwa install, gusa sehemu in hiyo. Ukishagusa sehemu hiyo, app hiyo itaanza kujidownload. Ikishaanza kujidownload, maana yake app hii itaingia kwenye simu yako, kisha utajisajili usikate video, ngoja nikupe faida kwanza kidogo ya hii apu. Apu hii usifananisha na apu za ajabu ajabu. Hii apu itakufanya uweze kupata mkopo zaidi ya milioni moja. Kwa sababu gani? Apu hii kwanza mwanzoni tu inatoa mkopo mkubwa. Kwa hiyo utaomba kiasi unachohitaji. Baada ya kuomba kiasi hicho, utakipata ndani ya muda mfupi sana. Kumbuka, hii unapewa mkopo bila dhamana yeyote. Narudia tena, unapata mkopo bila dhamana yeyote, ni wewe tu si, si utoe kitu fulani ndio upate mkopo. Hapana, hapa ni bure bure bure. Unachukua mkopo, baada ya muda fulani, mwezi mmoja, unarudisha ule mkopo. Ukisharudisha unachukua mwingine kama utahitaji, lakini au sio? Yaani ukiwa na malengo na mikopo hiyo ambayo ambao tulikuwa tunapata hapo, utafanya mambo mengi unaona, no. Kwa hiyo ina maanisha unaweza ukapata mkopo zaidi ya hata milioni moja kupitia hii application. Narudia tena hapo, hii ni makini vilevile hapo, hii sio kama zile app za matapeli ambao huwa wanapigia pigia watu simu kuchukua mkopo. Hii app ni makini sana, itakufanya uweze kufanya mambo mengi kupitia fedha zao au sio. Basi leo nilikuwa na kuelekeza application makini ambayo unaweza ukaitumia ukachukulia mkopo na ukafanya mambo mazuri na mambo makubwa, lakini nakumbusha tena, Apu hii pia imefanya connection na line ya Airtel. Ukiona line ya Airtel hapo, utachukua mkopo wako kupitia laini yako ya Airtel, kupitia application hii hapa. Vile vilevile unaweza ukapiga nyota 150 nyota 60 kwenye menyu kule, kuna sehemu ya mikopo na akiba, utaenda kwenye timiza utachukua mkopo vile vile kwa njia hiyo ya kutumia kodi. Unaweza ukatumia kupitia application au kutumia kodi, chagua vyovyote, lakini tumia hii hapo, utapata mikopo mikubwa na kutakia siku njema.